Hiki leo hii ni kikao kazi. Unapokwenda kupokea watoto alafu kila mmoja akatokea nyumbani kwake kwamba tunaenda kupokea watoto elfu sabini wa msingi elfu arobaini na mbili na, na sekondari elfu thelathini na nne alafu kila mtu anakaa nyumbani tu kwamba tunaenda kuwapokea watoto haileti haileti utayari mzuri yani, maana yake tunakwenda kumpokea mgeni hatujakaa pamoja kwamba tunakwenda kuwapokea watoto wetu kwa namna ipi? Swala la elimu ni suala la msingi sana, ni swala letu sote, nisimwachie mwalimu ahangaike peke yake. Ndio maana leo hii tumesema tufanye kikao cha kwetu. Sasa tunapokwenda kwenye mapokeo ya watoto, maana yake ni mi, miundombinu tunaitana kwa mapokeo, maana yake mazingatio ya miundombinu, hivyo kuitana kwa mapokeo ya watoto ni tuzungumzie uhitaji wa miundombinu ya kusapoti elimu katika maeneo yetu. Tungeweza tukaichukua uwepesi kama ni kumpokea mtoto amekuja amevaa uniform, nimempokea ameingia shule, basi hiyo ni rahisi. Lakini zile changamoto za miundombinu katika maeneo yetu ndio ambayo nikasema ni vizuri tupate nafasi. Hivyo niwaombe kwenye eneo hili la mapokeo, sina mashaka kwenye nyinyi lakini twendeni tukazingatie uwepo wa miundombinu sahihi na rafiki katika maeneo yetu. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, katika eneo hilo la elimu sisi kama jiji la Dar es Salaam kipaumbele chetu ni kuhakikisha kwamba kila kata, kila eneo, kila kipande cha halmashauri ya jiji la Dar es Salaam kinafikiwa na elimu. Mheshimiwa Raisi ameweka nguvu kubwa katika eneo la uboreshaji wa miundombinu ya elimu wajibu wetu sisi kama wakuu wa shule na e, walimu wakuu, maafisa elimu wetu ambao ni wasimamizi kwenye eneo hili, kwa maana ya msingi na sekondari, ni kwenda kufanya kazi kwa kujituma, kwenda kuhakikisha tunatimiza wajibu wetu ili mtoto wa Kitanzania apate elimu. Na kwa msingi huo, kwenye elimu sekondari kiasi cha shilingi bilioni 6.2 kimetengwa kwa ajili ya ukarabati na ujenzi wa miundombinu kwa mwaka huu wa fedha ambao tunaenda nao kwenye eneo la elimu msingi kiasi cha shilingi bilioni 4.5 kimetengwa kwa ajili ya uboreshaji na ukarabati wa miundombinu ya elimu ndani ya halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Ni kuhakikishie Mheshimiwa mkuu wa wilaya, chini ya usimamizi wako, chini ya usimamizi wa katibu tawala wetu wa wilaya, umoja wetu, kwa maana ya afisa elimu sekondari na msingi, tutakwenda kufanya vizuri matokeo ambayo tumeyapata kwa mwaka wa fedha uliopita, kwa mwaka wa elimu uliopita, tunaamini tutakwenda kufanya vizuri zaidi ya haya ambayo tunayaona. Ni kuhakikishie na niwahakikishie umoja ambao umekuwa ukiujenga mheshimiwa mkuu wa wilaya, tutaendelea kusimamia hilo, kwani bila ya umoja hatuwezi kufikia malengo ya serikali